Sio kwa baya, kakaangu Manara, ila hii ni sauti ambayo nilisikia kona. Mimi nanukuu kilichozungumzwa, kweli mnataka nirudi ni kwa Manara, alafu Manara ananuka ana, ananuka tumbaku ndio ana ile ile anaikwaga chini ya, ya, ya, ya, ya mdomo. Kwa mujibu wa sauti za Rushayna, anawaambia mlikuwa mnataka nirudi kwa Manara, halafu mtu wenyewe mdomo wake anavuta ana tumbaku, ananuka tumbaku sme alikuwa analala naye kitanda kimoja hakuzisikia hizo tumbaku? Na pengine naye anazo tumbaku tumbaku zake, je, watu hawazisemi? Ata, e, na Manara, akitaka kumchafua, si anaweza tukiasi kama hivi. Lakini unaambiwa hakuna kitu kizuri kama kumstiri binadamu mwenzio. Ukimstiri binadamu mwenzio, na wewe utastiriwa, asiseme maneno mengi na yeye bado hajamaliza. Sema kweli kama kasema hayo, sio vizuri si vizuri. Na mwali hasa aliyefundwa akapewa fundu ya, aa, anaweza kutoa aa iliyotumikaga chumbani kwake anaweza akatoa kwa hasira pengine e, alikuwa anakitaka kile kitu akipati tena anaweza, e, anaweza kusema hayo kuwa anakitaka bado, na kama angekuwa hamtaki asingesema hayo, pengine anamtamani bado e. Inawezekana ikaa kaa Rushayna bado anatamani ndoa yake na inawezekana kana anatamani bado ndoa yake na Hajji Manara, anapomuona, hey, Zailisa anafaidi, usiseme hataki Shisa, ah,